Kwa majina anaitwa Ken, mimi ni mkurugenzi wa masuala ya vijana katika kaunti ya Kwale. Nafanya kazi na wizara ya Masuala ya vijana, uchumi, ubunifu na michezo. Leo hii tukapa katika ofisi ya Samba Sport, kwa tunafanya selection ya vijana ambao watajihusisha katika Mr and Mrs. Samba Youth Empowerment Project. Eh, nimefurahia kwa sababu kuna vijana wamejitokeza vijana wametoka Msambweni na hapa Matuga. Eh, kile kimenifurahisha ni kama wale vijana wamejitokeza, ingawaje hawajakuwa expose lakini wameonyesha confidence na ukakamavu, na hilo ni jambo zuri, kwa sababu tumeonelea kwamba ni ile exposure ndio hawana, lakini ukipata exposure hawa vijana wanaweza kuona umuhimu wa hizi activities ambazo zinafanyika. Ni kwamba tunajaribu ku expose both the talent and the ability of the youth wajielewe eh, waweze kuwa na confidence ya kuface mambo ambayo wanapitia katika maisha. Hii ya Samba Sport ni youth empowerment agent, kwamba wanatumia the competition as a way of empowering the youth, kuwaelimisha kuhusu changamoto ambazo ziko duniani, changamoto ambazo ziko hapa Kwale na vile wanaweza kuzipitia, ili waweze ku kwa kizungu unaweza kusema nabigandio aweze kutokea vizuri. Sisi kama wizara ya vijana, masuala ya vijana, jukumu eh, letu ni kuhakikisha kwamba talanta na uwezo wa vijana umeendelea, na tuko katika maongezi na wapangaji wa huu wa mradi na hii activity kwamba tuone ni jinsi gani tutaingia, tuweze kuwasupport, tuweze kuwashikilia na Mungu akijalia eh, tumeandikia PS wetu bwana Fikirini Jacob barua, tumeinvite katika hii activity. Mungu akijalia tunatarajia kwamba yeye ndio atakuwa guest of honor katika hii activity ya Mr and Mrs Samba ya 2025. So, langu ni kuwaomba vijana wachangamke wajitokeze waje katika hii shortlisting, kwa sababu kupitia hapa kuna nafasi na njia ambazo zitafunguliwa ambazo zita Asante. Watuma wewe unakaa karekaunti, nawiwe ni vijana, na kuna changamoto nyingi ambazo vijana wa wakurekaunti wanazopitia, pengine utaje changamoto tatu ambazo unaona vijana wanazozipitia ambazo zinahitaji kusuluhishwa kwa haraka sana. Oamb leo tuko hapa ofisini tukiwa tunawapokea wale uh, contestants wa Samba, ama ukipenda tunaiita Youth Program Leadership Incubation, kumaanisha lengo la hii ni kuweza kuwa reach out kwa vijana na wasichana kule nendani wenyewe wako na ari ya kubadilisha jamii zao, ili waje tuwapatie pembejeo na uwezo na mbinu za kuweza kubadilisha maisha ya jamii zao vyema zaidi. Leo tumekuwa na contestant kutoka Matuga na Msambweni na niseme kwamba nadhani kile kiwango cha ubora kimezidi kuliko hata mwaka jana. Tumepata wasichana kutoka sehemu za ndanindani, kutoka Muhaka, kutoka Gonjora, kutoka sehemu za Mjimoni na wengine ambao wametoka mijini na ni watu ambao kwamba wangepewa nafasi wangeleta mabadiliko makubwa sana katika sehemu zao wanazoishi, na hii ndio sababu ya kwamba tuwete uh, Mr and Ms Samba ama youth project, platform ya kumnasa yule kijana na msichana mwenye anaishi nyanjani ambako hajapata mtu wa kumshika mkono na kumwambia unaweza, na labda kumwambia ukichukua mbinu hii na hii unaweza badilisha wenzako kwa namna hii ama kwa hivyo tuna furaha sana kwamba tumewapata uh, wale ambao wataonekana kwenye kamera uh, zetu siku zijazo na watakuwa kwenye bootcamp, ambao ni wasichana na vijana wakakamavu ambao labda tusingekuwa na fursa kama hizi, huenda angekuwa hatarini ya kupata labda ujauzito wa mapema ama labda kuolewa mapema na kudidimiza ndoto zao. Lakini kupitia kwa fursa hii tunaamini tutaenda kuwanasa ku kushirikiana na wadau wa serikali kuu na serikali ya kaunti na wadau wengine wa kutoka serikali kwamba atakapoingia kwenye bootcamp ya siku 40 mwezi wa 11, atakapotoka upande wa ataka pili tayari atakua ni kiongozi mwenye ari na uwezo. I want to take this opportunity to wish uh, all of the best to those who will be uh, called for the uh, bootcamp. Na nawakaribisha tena wale ambao hawakupata nafasi hiyo uh, nafasi itakuja tena uh, mwaka ujao ya 2026 karibuni sana na naombea kila la heri.